Polisi wamewakamata watu 15 baada ya moto kwenye klabu ya usiku huko Macedonia kaskazini kuua angalau watu 59, wa wamethibitisha maafisa. Moto uliozuka siku ya Jumapili, tarehe 16 Machi mwaka 2025 kwenye klabu ya Puls huko Kokani, ambapo takriban watu 500 walikusanyika kwa ajili ya tamasha la DNK, kundi maarufu la hip hop nchini humo. Mwanamziki mmoja tu wa bendi alinusurika na alikuwa akitibiwa hospitalini alisema msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma kwa BBC News hawa. Waziri wa mambo ya ndani Pans Toskovski amesema kuwa wale waliokamatwa watahojiwa, akiongeza kuwa kuna misingi ya kutia shaka kuwa kuna rushwa na ufisadi vinavyohusiana na moto huo. Alisema kuwa eneo hilo alikuwa na leseni halali ya kufanya kazi. Eneo hilo lililozungukwa na mji takribani kilomita mia moja sawa na maili sitini mashariki mwa mji mkuu wa Skopje Imeelezwa kama klabu ya usiku kufanywa kwa haraka katika vyombo vya habari vya ndani baada ya awali kuwa ghala la zulia. Bildiana Asovska, msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma, alisema kulikuwa na mlango mmoja tu wa kutokea kwenye jengo hilo, kwani mlango wa nyuma wa eneo hilo ulikuwa umefungwa na ukuweza kutumika. Ukaguzi wa kwanza katika eneo la tukio Jumapili pia ulionyesha mapungufu kadhaa katika eneo hilo. Kuna mapungufu katika mfumo wa kuzima moto na mfumo wa kuangaza alisema akitoa ripoti za awali. Toskovski alisema moto ulianzishwa na cheche kutoka kwa vifaa vya protechnics ulivyogonga dari ambayo ilikuwa imetengenezwa na vienzo vinavyoweza kuwaka kwa urahisi. Picha za video zinaonyesha bendi ambayo ilianzishwa mwaka 2002 na imekuwa maarufu katika mikoa ya Macedonia kaskazini, video iliyoidhinishwa na BBC ikionyesha watu wakijaribu kuzima moto kwenye dari. Picha hizo zinaonyesha klabu hiyo ikiwa bado imejaa na baadhi ya watu walionekana kuangalia juhudi za kuzima moto badala ya kuondoka. Ripoti zinaonyesha kuwa ukweli kwamba kulikuwa na mlango mmoja tu wa kuingia na kutoka kwenye klabu hiyo iliyofanywa kwa haraka iliyosababisha hofu. Marija Taseva mwenye umri wa miaka 20, aliambia Channel 5 TV kuwa alikwama kwenye msongamano katika klabu hiyo wakati watu walikimbia kwenye mlango wa kutoka alikumbuka kuanguka chini na kukanyagwa wakati wa machafuko kabla ya kufanikiwa kutoka sijui jinsi lakini kwa namna fulani nilifanikiwa kutoka aliliambia shirika la habari la Reuters niko salama sasa lakini kuna vifo vingi aliongeza kwamba dada yake mwenye umri wa miaka 25 ambaye familia yake ilikuwa ikimtafuta awali alikuwa amekufa nilinusurika na yeye hakunusurika Mustafa Saidov, msaidizi wa Msalaba Mwekundu alisema kuwa wengi wa walioathirika walikuwa vijana wenye umri wa miaka kumi na nane hadi ishirini. Maafisa wanasema zaidi ya watu ishirini waliojeruhiwa na watatu waliokufa walikuwa chini ya umri wa miaka 18. Hali ni mbaya ya machafuko. Hadithi ni za kutisha na kwa bahati mbaya maisha mengi ya vijana yamepotea, aliongeza Bwana Saidov. Daktari Vladislav Groove, mtaalamu wa upasuaji wa plastiki katika kliniki ya chuo kikuu cha magonjwa ya upasuaji kwenye mji mkuu, aliambia BBC kuwa wengi wa wagonjwa wanaotibiwa katika hospitali yake walifika wakiwa na majeraha makubwa ya moto. Wana majeraha ya moto daraja la pili na la tatu kwenye kichwa, shingo na sehemu ya juu ya mwili, alisema. Mkurugenzi wa hospitali ya Kokani alisema awali kuwa wahudumu walikuwa wanashindwa kutambua wagonjwa kutokana na kukosa kadi za vitambulisho. Wagonjwa 18 walielezewa kuwa katika hali mahututi. Waziri mkuu aliita kuwa siku ngumu na ya kutisha sana kwa nchi hiyo ambayo ilikuwa imepoteza maisha mengi ya vijana. Serikali imetangaza siku saba za maombolezo ya kitaifa na serikali inashikilia kikao cha dharura kama sehemu ya uchunguzi unaoendelea kuhusu jinsi tukio hilo lilivyotokea. Raisi wa Macedonia Kaskazini, alisema alishtushwa kama mama, kama mtu na kama rais. Akiwaelezea waombolezaji moja kwa moja, alisema, maumivu yenu makubwa ni yangu pia. Hakuna biashara au shughuli inayoweza kufanya kazi bila kiwango na kanuni. Aliandika katika taarifa, Tusiruhusu mtu yoyote kuhatarisha maisha ya watu wasio na hatia tena. Aliongeza kwamba wali wale waliojeruhiwa zaidi walikuwa wamepelekwa kwa matibabu kwenye kliniki maalum nchini Bulgaria, Ugiriki, Serbia na Uturuki. Viongozi wa Ulaya wametoa pole zao na Rais wa Tume ya Ulaya amesema kuwa EU inasimama kwa mshikamano na watu wa Macedonia Kaskazini katika kipindi hiki kigumu. Rais wa Serbia aliita kuwa janga kubwa, akiongeza kuwa hofu bado inakuwepo kwa watu wengi zaidi ambao hawataweza wa kuvumilia kiwango cha majeraha walionayo kwa sasa.